Yangu. Wanataka na bila <attentive> A, karibu tuendelee kupeana habari makala na matukio mbalimbali yanayojiri kote ulimwenguni na tukio la kuzuiliwa kwa makamu mwenyekiti Taifa Chedema, wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Mheshimiwa John Wagesa Heche katika mpaka wa Tanzania na Kenya limezua mjadala mkubwa wa kisiasa na kijamii katika ukanda wa Afrika ya Mashariki, hususan baada ya kiongozi huyo kuachiliwa uhuru na kutoa kauli yenye hisia kali kuhusu kifo cha kiongozi wa upinzani nchini Kenya, Raila Amolo Odinga. Heche aliyekuwa akiongoza msafara wa viongozi wa Chadema kwenda kuhudhuria mazishi ya Odinga alizuiliwa mpakani katika eneo la Isibania, wilaya ya Tarime, na maofisa wa uhamiaji wa Tanzania, tukio lililojiri ndani ya siku moja kabla ya mazishi ya Raila Odinga. Aliyekuwa mmoja wa viongozi wa upinzani maarufu barani Afrika. Lakini taarifa zimeeleza kwamba John Heche amefanikiwa kuvuka mpaka na kuingia nchini Kenya. Tukio hili limeibua hisia mbalimbali ndani ya siasa za Tanzania na Afrika ya Mashariki. Huku viongozi wa Chadema wakiendelea kulaani kitendo cha kumzuia Heche kuvuka mpaka, wakisema hatua wa hiyo ni ukiukaji wa haki za kisiasa na taratibu za kisheria. Wafuasi wa Chadema na wananchi wa Tarime na Sirari pia wameonyesha wasiwasi wao wakidhani kitendo hiki kinamaanisha hatari kwa uhuru wa kisiasa nchini. <totipa> Makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche amelaani vikali kitendo cha maafisa wa uhamiaji kumzuia kuvuka mpaka na kwenda kumzika Raila Odinga nchini Kenya. Heche ameeleza kwamba kwa sasa hataongea sana hadi Raila Odinga atakapozikwa, na baada ya maziko kufanyika, ataongea na Watanzania na Wakenya kupitia wakazi wa Tarime. Heche amesema hayo baada ya wananchi wa Sirari Tarime mkoani Mara kufanikiwa kumchukua kutoka eneo la mpaka na kuondoka naye baada ya ripoti kwamba kulikuwa na watu waliotaka kumchukua bila kufuata utaratibu. Amesema nilikuwa naenda kumzika baba yangu, na kwenda kumzika baba sio kosa, nimefuata taratibu zote, lakini nimefika hapa wamechukua pasipoti yangu, wanataka kuondoka na mimi bila kufuata utaratibu. Mimi nimekataa, kama wanataka kuondoka na mimi wafuate utaratibu wa kisheria. Nawashukuru sana. Kwa sasa, kesho baada ya kuzika, nitaongea na ninyi hapa. Taarifa ya Chadema iliyotolewa siku ya tarehe 18 mwezi wa 10 ya mwaka 2025 na, na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Brenda Rupia ilieleza kwamba Heche amekamatwa saa nane mchana Jumamosi ya Oktoba 18 ya mwaka 2025 mkoani Mara kwenye mpaka wa Tanzania na Kenya Isebania One Stop Border alipokuwa anataka kuingia Kenya. Taarifa hiyo pia ilibainisha kwamba pamoja na kumuweka kizuizini, mamlaka ya uhamiaji Tanzania ilimnyang'anya hati yake ya kusafiria yani passport bila kutoa sababu yoyote. Heche alitoa tamko la kihisia binafsi akieleza uchungu wake kwa kuzuiliwa kushiriki msiba wa kiongozi aliyemheshimu. Hapa Heche alisema, Raila ni baba yangu, ni mtu niliyempenda na kujifunza mengi kwake kwa kisiasa. Kunizuia kwenda kuhudhuria msiba wake ni tukio litakaloishi na mimi milele Nimeumia sana, pumzika kwa amani baba. Huu ni mmoja kati ya ujumbe ambao Heche aliweka kupitia kwenye mitandao ya kijamii haswa kwenye ukurasa wake wa mtandao wa X, zamani kama Twitter, ambapo hapa pia Heche aliachilia ujumbe wake wa pili uliokuwa ukisomeka, nimezuiliwa hapa mpakani, wanataka kunichukua bila kufuata utaratibu, sina kosa lolote, hata aliyechukua pasipoti yangu hajaniambia nina ninakosa gani wa Tanzania tusikubali nchi yetu kuendeshwa bila kufuata sheria. Nchi bila kufuata sheria ni hatari kwa kila mtu. Ujumbe huu umeonyesha hofu ya kisiasa na kutoamini mfumo wa mamlaka za uhamiaji, huku akisisitiza umuhimu wa kuzingatia sheria katika nchi yote. Licha ya madai yote yaliyotolewa kwenda kwa mamlaka ya uhamiaji Tanzania, mamlaka hiyo haijatoa maelezo ya wazi kuhusu kuchukua pasipoti ya Heche. Hata hivyo, vyanzo vya ndani vya Chadema na vyama vya upinzani Vinasema kuwa taratibu za kisheria zimefuatwa na Heche ameachiliwa na kuweza kuingia nchini Kenya kufuata mpango wake wa kushiriki mazishi ya Raila Odinga. Tukio hili limeibua mjadala mkubwa nchini Tanzania, jambo la kwanza likiwa ni uhuru wa kisiasa wa viongozi wa upinzani. Viongozi wa Chadema wanasema kuzuiliwa kwa Heche ni ishara ya tahadhari isiyo ya kisheria. Jambo la pili ni ufuatiliaji wa taratibu za kisheria na haki za raia. Mitazamo ya wananchi inaonyesha hofu kwamba taratibu zinaachwa kando ili kufanikisha matendo ya kisiasa. Jambo la tatu ni uhusiano wa kikanda. Tukio hili limeonyesha mshikamano wa vyama vya upinzani, hasa Chadema na ODM ya Kenya, huku wakionyesha heshima kwa viongozi wa upinzani na nchi jirani. Wachambuzi wanasema kuzuiliwa kwa Heche ni ishara ya tahadhari ya kisiasa au hofu ya serikali dhidi ya uwepo wa wanasiasa wa upinzani kwenye hafla za viongozi wa nchi jirani. Wananchi pia wanasema kwamba tukio hili limeibua mjadala juu ya uwezekano wa viongozi wa Tanzania kushiriki hafla za viongozi wa nchi jirani bila vizuizi vya kisiasa. Chadema na ODM wamekuwa na historia ya ushirikiano wa kisiasa kwa miaka kadhaa, hasa katika masuala ya demokrasia na haki za binadamu. Viongozi wa vyama vyote viwili wameonyesha mshikamano wa kisiasa na msaada wa kimkakati katika mikoa mbalimbali mbali ya Afrika Mashariki. Tukio la Heche limeonyesha uhusiano huu ukiendelea hata wakati wa msiba wa kiongozi mashuhuri kama Raila Odinga akionyesha heshima ya kikanda. Raila Amolo Odinga alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 80. Alikuwa kiongozi wa ODM, waziri mkuu wa Kenya na kinara wa kupigania katiba mpya ya Kenya iliyopatikana mwaka 2010. Mazishi ya Raila Odinga yamekuwa tukio la kihistoria likijumuisha ushiriki wa viongozi wa nchi nyingine, ikiwemo Rais mstaafu Jakaya Kikwete na makamu wa Rais Dr. Philip Mpango kutoka Tanzania. Ha, tunataka kutoa pole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 viongozi wa ODM na viongozi wengine wa kisiasa kutoka nchi za Afrika ya Mashariki, mabalozi na wawakilishi wa serikali za kigeni kutoka Kenya, Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ushiriki wa viongozi hawa unaonyesha heshima ya kikanda kwa Raila Odinga, mshikamano wa kisiasa na umuhimu wa kushirikiana kati ya nchi za Afrika ya Mashariki katika kushughulikia misiba ya viongozi mashuhuri. Tukio hili pia limeonyesha mshikamano wa vyama vya upinzani wa kikanda na jinsi ushirikiano wa kisiasa unavyoweza kuimarisha uhusiano wa kimataifa. Kuachiliwa kwa, kwa John Heche kumemaliza sintofahamu na kuondoa wasiwasi wa kisiasa, huku kauli zake zenye uchungu na heshima kwa Raila Odinga zikisambaa mitandaoni. Tukio hili linaonyesha mgongano kati ya haki za kikatiba na mamlaka za uhamiaji. Kuzuiliwa kwa Heche kulionyesha changamoto za kuzingatia haki za kisiasa na taratibu za kisheria. Jambo la pili ni uhuru wa kisiasa na mshikamano wa kikanda kauli na ushiriki wa heche kwenye mazishi ya raila odinga ni ishara ya mshikamano wa kisiasa na heshima kwa viongozi wa upinzani wa nchi jirani na cha tatu ni uhusiano wa kimataifa na kikanda ushiriki wa viongozi wa nchi nyingine unaonyesha kwamba tukio hili si tu la kisiasa bali pia ni ishara ya mshikamano wa kikanda na uhusiano mzuri wa kisiasa katika afrika mashariki kwa sasa heche anaendelea kushiriki hafla za mazishi ya raila odinga nchini kenya huku kauli zake zikiendelea kusambaa zikionyesha heshima, uchungu, mshikamano na ushirikiano wa kisiasa wa kikanda. Tukio hili limeibua mjadala mkubwa wa kisiasa, haki za binadamu, na uhusiano wa kikanda ambao unaweza kuwa na athari za kisiasa. Na huo ndio mkusanyiko wa matukio yaliyojiri tangu kutoka kwa taarifa ya kwanza ya kushikiliwa kwa John Heche, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, mpaka taarifa ya kuachiliwa kwake na safari ya kuvuka mpaka na kuingia nchini Kenya kwa ajili ya kushiriki katika mazishi ya Raila Odinga, huku akiahidi kuwa mara baada ya kumaliza tukio hilo la mazishi, basi atajitokeza na kuzungumza na Watanzania juu ya kile kilichotokea. Tafadhali tuandikie mtazamo wako kwenye haya ambayo yameonekana kuendelea kwa John Heche. Lakini pia usiache kuendelea kutufuatilia kila wakati kwa habari zaidi kiganjani mwako.